tunadhani ni kama ile zile enzi za mababu zetu, tunaweza kuficha vitu. Sisi tunakazana kuficha vitu huku, wenzetu na viungo vyao kwa angani wanachukua picha zote, na sio kwenye hii nchi tu, nchi nyingine vile vile. Tunasikia vita kule Ukraine na Russia jaribu kuficha silaha hapa na pale, lakini hawafanikiwi. Kwa nini? Wakiwa na satellite huko juu, wanaangaza, wanajua silaha wameficha hapa e, treni yako inayoondoka kupeleka silaha ni hii, watu wako wamefichika pale na vitu elfu na moja. Kwa ninaposema tunajaribu kuficha, sio hapa tu dunia kuficha kitu si rahisi, tukubaliana na hilo. Cha ajabu, cha ajabu sana hiyo vile vile, Mungu katujalia akilizo Kuna maeneo mengine, nchi nyingine, watu wanafanya bidii kabisa, wanasema hapa hatujazika mtu yote pale, lakini wanalitoa picha, wanaambia kuangalieni hizi picha Eh, kwenye saa sita mchana picha hii tulichukua ilikuwa kwa miti. Hiyo miti imeenda wapi? Ndio sasa imefika saa kumi ile miti haipo hetu eh. Tunajaribu eh, kwa kuficha wenzetu wanatuingia na, na nyinyi mbeni kwamba haikuweko kwa miti hapa haikuweko kwa miti hapa ili tuwapendeze, semeni uongo. Hao miungu sasa wametokea, hmm? Mungu wa kweli tunamwacha, tuwasikiliza au miungu? Tuwasikiliza au miungu? Hebu sikia ile shangilio natongea miungu. E kiongozi wa nyumba wa Israeli uliyempa Musa amri zako juu ya mlima Sinai, uje kuchokoa kwa mkono wako Siku ya tunga mimi hai siku yatunga mimi hai. Najua kuna watu watanilaumu, watasema kwa nini umekuwa mwana siasa. Samahani, neno la Mungu nalisoma hapa mimi. Kama una shida za siasa, enenda ukazishughulikie huko, usizilete hapa. Lakini naomba usinitake niseme uongo Kanya, kasema Mwenyezi Mungu usiseme uongo mimi sijui sababu zinazokufanya upende niseme uongo, shauri yako hiyo. lakini usinitake mimi niseme uongo, kanisemee uongo, kaibe kazini, kauwe, kaabudu miungu wengine, kawaonee wivu wengine. <laughs> amri za Mungu ziko ngapi? Kumi. Sasa kama umevunja moja au mbili na nikaona umezivunja, nikisema unanilaumi. Nikiona navunja nyumba ya mtu hapa, ni kitu cha hadharani nikisema, eh bwana, mbona ona nyumba si yako unavunja huo mlango, unanilaumu amba unaingilia mambo yangu, mambo yako ya namna gani yu sio yanamnaganaa yako binafsi Sikuja kule nyumbani kwako kwa unakula wali kule, alafu nikaanza kuambia mbona unakula wali ah? haya yanihusu? amri ya Mungu ni amri ya Mungu, na sijaona mpaka sasa hivi dini nyingine ambazo za Wakristu nimeziona si nyingine dini di kubwa kubwa kuu, sijaona hata moja inayofundisha ibada sijaona huwa sijaona. Sasa sisi Wakristo tunaposema tunyoshe mapito ya njia za Bwana, ni kujiuliza hizi amri za Mungu tunazishikaje? Na hapo tusikubali kuyumbishwa eti kwa sababu ni mtu wa maana. Vumbi wewe na utarudia mao ngimu na mbele ya Mungu hakuna cheo, hakuna uzito, hakuna wepesi eh? Matendo yako yatafuatana nawe, yatakuwa kama kivuli chako. Utafika pale umeiba, eh, tena itakuwa kwenye uso wako. Kuna msafiri mwizi wewe, uliba. Kuna msafiri wewe, hapa ulizini. Kuna msafiri hapa wewe Tunampa Mungu kitu kidogo ili haku asione uliotenda. Kidogo kipi hicho? <coughs> Eh? Shilingi milioni ngapi utamupa? Eh? Milioni ngapi mamu, utampa milioni ngapi? Mali na fedha kote ya kwa? Eh? Mali na fedha kote ni eh? mali ya kwa. Hali waambia wale wana wa Israeli. Waambia, ningekuwa na njaa, singekuja kunya kuwaambia eh? Wanyama wote ni wangu wote ni mali yangu, kwa hiyo msidhani kwamba nahitaji mde mchinje. Eh, uombe siku ngapi basi nitatosheka, au nguzo ngapi ndio nitatosheka. Wewe wewe unadhani Mungu ni kama kuna msafiri? Achana na hilo, ndiyo mpendo. Nashukuru Mungu, alisema kwenye midomo ya watoto wadogo utatoka ukweli. Eh, tusimcheke. Sawa kabisa na shukuru. hmm. hmm. Kujandaa kwetu kuwe katika ukweli, ukianzia kwenye amri za Mungu. Kuna wanaoonewa kwenye shangilio, ni Zaburi ya 72 hiyo. E, wale wanaoonewa, Mungu atawalinda, atawatetea. na wazi na wazi, mtu ambaye amempoteza ndugu yake ndugu yake ameuawa, atasherekeaje sikukuu ya Krismasi? Atasherekea leo hii kwa furaha? na na wewe uliyemuua utasherehekea kwa furaha ya uongo mpaka siku matendo yako yatakapokupata mpaka siku matendo yako yatakapovisha koti kizazi hiki na kijacho na kijacho na kingine na kingine Mungu alimuuliza Kaini namna gani ndugu yako yuko yuko na leo ragani hata niuliza hata niuliza ndugu yangu yuko wapi? hata niuliza dada yangu yuko wapi? Hatauliza. Tusiwe waongo. Samahani waumini wenzangu, tusiwe waongo. Palipotendeka uovu, tuseme pametendeka uovu. Palipotendeka wema, tuseme pametendeka wema Usiseme uongo ni amri ya Mwenyezi Mungu, sio yangu, sio yako. Kubembeleza sijui urafiki wa Kaisari au kwa kama Herodi alipenda kumpendeza yule binti, akatenda maovu, hakumpendezi Mwenyezi Mungu. Pili. Pili ni kweli Yohani Mbatizaji alikatwa kichwa kwa amri ya Herodi. Kwani nani tunayemsherekea kwamba e, ni shahidi, ni Herodi au Yohani Mbatizaji? tunamkumbuka Herodi -hmm. kwa sababu alitenda ile maovu, lakini huyu tunamsherekea, tuna mwenzi, tunamwomba atuombee. Wameshamwomba Herodi akuombee kwa Mungu? Kwani usimwombe, e, si, si si alikuwa mtawala tena alikuwa katili kwa yule jamaa. Kweli alikuwa alipo muuaji mkuu Herodi, kwa hapana, aliwakata watu vitu, alipotafuta kumuua yule mtoto, kwa sababu ya hofu na hivyo, kuna mfalme amezaliwa. Eh, eh, eh, sina changu hmm? hapa sasa hapo basi, wala sipendi kutafakari zaidi. Uking'ang'ania cheo ambazo sio chako, ukisikia kuna paka amezaliwa huko unaanza hey. Sasa utafanyaje? Unajua hiki sio mali yako, unaishi kwa heka heka, kwahekaheka, utafanyaje? Herodi hiyo katuonyesha tayari. Alisikia tu kuna mfalme kaza, wala hajua amezaliwa wapi. Ajamani kaangalieni na mimi, anahaha alipoona hey, siambi chochote akaamuru mauaji akaamuru uoga umemjaa uoga na sisi hatuna sababu ya kuishi katika uoga tunajua mlinzi wetu ni nani kitukio kinatuangia siku zake yeye ye mtu mwenye haki yeye ye mtu mwenye haki atasitawi, yule mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele. Yeye ye mtu mwenye haki atasitawi na wingi wa amani milele Sio leo na kesho tu, milele. Hasa kama sina haki, sitasitaua na wala sitakuwa na uwingi wa amani. Nitakuwa naangalia angalia, ah wasije ah wasije uke. Nikisimama nikimwona sisimizi anatembea, nawaambia watu kama teni, huenda amebeba bomu yule. Nikimwona nzi anaruka hapo, nasema eh, usikute eh, nyie watu angalieni huyo, huyo inzi huko hakuna amani moyoni mwangu, moyo ambao umetawaliwa na haki, haki anayonipa Mwenyezi Mungu, sio ile haki ya kibinadamu ya uongo, uongo <coughs> nitakuwa na amani milele. nitakaa na wengine kwa amani, nitawaheshimu wengine

adui yetu mkuu ni dhambi, limetupeleka kufanya uovu wa kila namna. Bila dhambi ambaye alikuja duniani kwa uwivu wa ile mwovu, tungeishi kwa amani na haki. Bila dhambi tungeishi kwa amani na haki, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atusafishe na dhambi. Ndio maana mwanzoni wa ekaristia kabisa, katika ekaristia zote tunaanza kwa kupiri dhambi zetu, tukiomba atusafishe ili tuweze kushiriki, tustahilishwe kushiriki haya mafumbo matakatifu, atujaze na uhai wake ili tuweze kuishi kama ndugu, tuweze kujali kila mmoja wetu. Kama ni huduma tuitoe, kama ni msaada tuutoe, jua huyu tunayemhudumia kaumbwa kwa mfano na sura yake Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu yeah. Kristo yeah.